Moja ya sifa inayozingatiwa sana kuandikishwa jeshini ni muombaji, ni lazima awe na afya nzuri na akili timamu. Kupitia hii video nitaenda niongee baadhi ya magonjwa ambayo yanaweza kumnyima mtu nafasi ya kuandikishwa jeshini. Share video hii, lakini pia usisahau kusubscribe. Namba moja ni magonjwa ya moyo. Matatizo makubwa ya moyo yanaweza kuwa kikwazo cha kuandikishwa jeshini. Namba mbili ni kisukari. Watu wenye kisukari mara nyingi hawaruhusiwi kujiunga na jeshi. Namba tatu ni magonjwa ya macho. Matatizo makubwa ya macho yanaweza kuwa sababu ya kukataliwa jeshini. Namba nne ni magonjwa ya akili, mfano matatizo ya akili yanaweza kuwa sababu ya kukataliwa jeshini. Na namba tano ni magonjwa ya figo. Matatizo ya figo yanaweza kuathiri uwezo wa mtu kufanya kazi za kijeshi.